Amu jambo wa ndugu zangu wa Kongomani wote, mali popote pale mulipo, wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo, mkiwa asubuhi nasema jambo, na wanaopatikana mchana nasema mchana mwema, na wanaopatikana jioni jioni mwema, wanaopatikana usiku usiku mwema. Siku ya leo ni siku ya kwanza, tariki ishirini na moja mwezi wa nne elfu mbili makumi mbili na tano. Si mwingine ni mboto ya bato mwenye bato Bushiri Egle mzee dola kubwa. Ukiniita mtoto mdogo dola kubwa ujakosea. Ni julisho tu, ni julisho kwa Wakongomani wote mahali popote pale mulipo, ni julisho ili kwa magaidi wa M23 na Fleve Kongo pamoja na wavamizi nchi yetu Rwanda, Uganda, Kenya na kadhalika. Kulingana na muda ambapo mliwapa watu wenu, ya kwamba siku saba, wao wamekwisha kufungua njia kutoka Kamanyola Fizi, Uvira, Kalimi. Mda ni mdogo, leo zinakuwa siku tano, leo zinakuwa siku tano. Muhesabie, kunabakia siku ngapi? Ni lazima tutakuwa tunawakumbusha kila siku, mukumbuke ya kwamba siku zinaenda. Mulio muliowapa watu wenu zaidi, viongozi wa magaidi wa M23 na hao, e, wavamizi wa nchi yetu, walitoa pesa nyingi sana ambapo zilitoka kwa mheshimiwa Eh, Rais Mstaafu Josefu Kabila kuwapa motisha jeshi hilo la magaidi na au wavamizi, ili wafanye iwezekanavyo muda wa siku saba, wao wamekwisha kukata hiyo njia na kufungua njia wafike Kalemi. Kwa hiyo leo tunakuwa na muda wa siku tano, tunawakumbusha na tutakuwa tunawakumbusha. Ujumbe mwingine ni ujumbe kwa Rais Paul Kagame, Yoweri Museveni, eh, Bertin Bisimwa na Cornel Nanga au waheshimiwa magaidi na hao maraisi wa wavamizi wa, wa nchi yetu. Ujumbe huu wa siku ya leo ambapo nawapelekea huko ni kwa ajili ya wale wazungu watatu munaoweka pale Kamanyola. Wale wazungu watatu wanaokuwa na sile silaha kubwa pale Kamanyola, ni lazima wale eh, wazalendo watawateka nyara wale wazungu na zile silaha zote zitatekwa. Hiyo ni habari tunawapasha, ya kwamba hatuna woga na tunawaambilia kiwazi, ya kwamba wale wazungu watatu wa Kifaransa ambapo unaweka pale Kamanyola na zile silaha nda mchache watashikwa pale, na hiyo mtakwenda kulipa wale wazungu wa watu pale. Hiyo ni habari ambapo ni ya uhakika, ambapo tunawaambia na vijana wanaifanyizia kazi nda huu mchache tu. Mm, asante. Nataka nijibu swali ili ambapo hey, kuna mtu mmoja ameniswali ya kwamba eske hesabu yao magaidi wa M23 Fleve Congo na hao wavamizi wa, wa nchi yetu, hesabu ya watu inajulikana waliokufa muda wa hizi siku tatu za mapambano, wa raia hesabu yao inajulikana. Kwa hiyo jibu ambapo naweza nikakujibu mpendwa, ili wengine wapate faida kwa swali lako wale ambapo wanauawa na wale wanaochukuliwa machoni pa watu wengine pa waraia wengine ndio wanajulikana fika. Nyangezi utapata hesabu ya watu ambapo wamekwisha potea ambapo wameuawa, watu wanawaona na wanaokamatiwa, ambapo wajulikana wanapelekwa wapi. Fika Kamanyola utapata hesabu ya watu ambapo wanauawa, kipindi kile walipopata kichapo kule juu, wanashuka wakaua wale ambapo waliwasaidia kubeba maiti zao na kubeba wablisi, hesabu yao inajulikana. Sasa ufike eneo zile za karibu ya Nyamtende, Nyamoshi, Momosho, utapata hesabu ya watu waliouawa na wengine waliobebewa. Sasa swali tunajuzi swali sisi, eneo zile ambapo wao wanapita, ambapo hakuna waraia, hakuna watu wengine, hesabu ya wale watu hawajulikani usiku wao ndio wanatembea usiku, wanaokamatiwa usiku hawajulikani. Na wamekuwa na stratejia wanaofanya, wakikamata tu watu wa raia tu, wanawazingishia ya kwamba ni wazalendo, wanawazingishia ya kwamba ni wamwizi, na wanakamata silaha zao. Wao magaidi na hao wavamizi wa nchi yetu wanasema hizi silaha zilikuwa silaha za wazalendo tuliokamata, na wanasema silaha hizi zilikuwa silaha za hao wamwizi walikuwa wanaiba usiku wanasema ni silaha za wazalendo tuliokamata na hawa wazalendo, au hizi ni silaha tulizokamata na hawa wa mwizi. Hizo silaha ziko zinakuwa za wamwizi, silaha hizo ziko zinakuwa za wazalendo, mbali zinakuwa silaha za wao wao magaidi wa M23 na hawa wavamizi wa nchi yetu. Shida yote ni nini? Kusumbua tu raia, watu ambao wanafata hata familia ya mtu wanaosikia kwamba mtoto wake, aidha, mtoto wa ile familia naye ni mzalendo hata hospitali wakisema kwamba hospitali fulani ilitunza mzalendo <laughs> wanaifuatilia ile hospitali eh? Hata hospitali tu wakikuta mko watu tu, wamama, watoto wengine ni, ni, ni kubeba na kupiga masasa. Hesabu haitajulikana na haijulikani. Wa, wa watu wengi na wataendelea kuwa kuwa watu wengi. Watu wengi inaomba watu kuwa makini sana, na dawa ni kuungana mkono, tuwaondoshe, waondoke kwao, waondoke waende kwao, tuwaondoe maeneo, ili raia wabakie na amani pia ujumbe huu ni ujumbe kwa viongozi wa ao magaidi wa M23 Fleve Congo na ao wavamizi wa nchi yetu Rwanda, Uganda na wengine huko waganga, mulio wapa pesa zenu. Ujumbe kwanza huu fikirie, mheshimiwa eh, rais mstaafu Joseph kabila kabange, pamoja na hao viongozi wa magaidi wa fleve congo na ao M23 na Rwanda, Uganda, wavamizi wa nchi yetu pesa muliopatia wale waganga wanaopatikana Bukavu, wale wamama watatu wa Kimushi zinaharibika bure, zinaharibika bure. Na pesa muliopatia au magaidi na au wavamizi ili wakate njia muda wa siku saba wafike Kalemi, pesa hizo zitaharibika bure, pesa hizo zinaharibika bure. Kwanza, baadhi ya wa vijana wengi wamekwisha kimbia, muliokamata ndani ya hospitali muliokamata ndani ya jela na wengine mukawakamata kwenye shule, wengine mkawakamata tu barabarani, mkawavalisha tu e, jezi za kijeshi, mkawapa na silaha. Wengi wanaacha wanatupa masilaha na kukimbia. Silaha nyingi ambapo tumeziogota kwenye mstari wa mapambano na mateni mingi tuliziogota, wako wanakimbia, wanaacha wanatupa, wanasema wao sio wanajeshi, wao ni waraia, walikwenda tu kamatiwa kamatiwa sokoni, wengine kwenye shule wengine kwenye hospitali wengine kwenye jela. Sasa hao watu wa namna hiyo watakwenda kupambana na wazalendo, kwa hiyo tunawapa pole kubwa sana, na hao waganga ambapo wanapatikana hapo Bukavu, hao wamama wa Kimushi wanaokuja kufanyizia magaidi dawa, ni mambo ya aibu sana. Wewe kama Mkongomani, mama wewe unaozaa sisi, unaozaa wa vijana, unakwenda kufanyizia magaidi dawa ya kuja kuua wa ndugu zako, ya kuja kuua watoto wako. Eska una uchungu ya watoto wako mwenye? Wa mama wanaofanyizia magaidi dawa, angalia leo, kulingana na vipigo vikali ambapo wanapigwa na wazalendo wa waza waza. Bisirani binaenda kuishia kuwaraia. Nyangezi walienda ingia mpaka mhospitali. Nyangezi wanaenda uwa wa mama kupiga wa, wa mama masase mhospitali. Ni mambo ya ajabu sana, ni mambo ya ajabu mtu. Anayekuja sema anakuja kugomboa wakongomani na kuja ili kuwaletea amani, anakwenda kuua wakinamama wasiokuwa wanajeshi ndani ya hospitali, kuwapiga masasi. Ni mambo ya kuzunisha sana, ni mambo ya kuzunisha sana na hata jana walikamata tena wa vijana wengine kumi, mpaka sasa wajajulikana mahali walipo watu kama. Ah, ndio mnakwenda kufanyizia dawa nyinyi, wa mama, dawa yenu hawezi kuwa nguvu, na ndio maana mlijikuta dawa yenu haina nguvu wakati maadui waliopata kipigo kibaya sana Nyangezi, kipigo kibaya sana Ngomo, kipigo kibaya sana e, Kamanyola, kipigo kibaya sana e, Kavumu, kipigo kibaya sana Kale, kipigo kibaya sana e, Mwenga. Viongozi wa magaidi wa mventura na fleve Kongo na ao wavamizi wa nchi yetu Rwanda, Uganda, waliwaitisha wale wamama, wakasema mbona tunakufa sana kwenye shamba la vita? <laughs> majibu wanao wenyewe viongozi waliotoa pesa zao. <laughs> angalisho sana, angalisho sana wa mama, angalisho sana. M23, tunajua siku zenu zinaisha, na mahali popote pale mulipo, mkatale mkubali, mlale muamuke, mnaondoka na mtarejea Rwanda mlipotoka. Asante. Si mwingine, ni ya batu ya batu mwenye batu Bushiri Egle mzee, dola kubwa, aiza niite mtoto mdogo, dola kubwa kwa hiyo kwa kila siku unapasha kupata habari sahihi na habari ya uhakika na habari ya kweli kupitilia ya batu ya batu mwenye batu Bushira. Mchango wako wahitajika, mchango wako wahitajika. Asante maka tena. Habari nyingine ya tarafa la Fizi, Uvira, Mwenga, maeneo ya milima mirefu na mifupi, ambao kunapatikana redi tabara kunapatikana ngomino tuigwaneo androide magaidi hao wa M23 na Fleve Congo na hao wavamizi wa nchi yetu kutoka hapo Rwanda, Uganda na eneo zingine. Ndoto ya eneo hiyo muzimishe, ndoto ya eneo ile muzimishe. Watu muliotuma kule hawana tena kazi, walipata vichapo vikubwa na vikali sana, mpaka kugabulika. Yaani hivi eneo ya Fizi, Mwenga, Uvira Kwenye milima mirefu na mifupi wamekwisha gawanyika, sema hata amekwisha kuwa na kundi yake, na wengine wanakuwa na kundi yao. Kipigo kibaya ambapo walipigwa wengine wanasema tuache vita tutaisha. <laughs> Kwa hiyo, M23, kwahiyo magaidi Fleve Kongo, magaidi Rwanda, wavamizi Uganda wavamizi, na hao wamama waganga ambapo wanawapatia dawa hapo Bukavu, jueni ya kwamba hadithi ya Fizi imeisha, hadithi ya Mwenga imeisha hadisi ya ya, ya, ya, ya, ya ya Uvira, Fizi, Mwenga imeisha. E, kwa hiyo hakuna muda yoyote tena na saa yoyote wala dakika. Adui hao magaidi wa M23 magaidi wa Fleve Congo na wavamizi wa Rwanda, Uganda, miguu yenu haitaingia tena Fizi, haitaingia Uvira na haitaingia Mwenga. Jueni ya kwamba siku zenu zinahesabika za nyinyi kuondoka eneo zote zili mnapatikana kwa hiyo hii nalisema, muliandike. Kwa siku ya leo, siku ya leo ni siku ya kwanza tarihi ishirini na moja mwezi wa ine elfu mbili makumi mbili na tano. Andike siku hii na nyinyi wa mama ambapo munafanyizia M23 dawa, ambao munapatikana hapo Bukavu, jueni ya kwamba kisha M23 kufeli, wataacha wanawaua nyinyi, hawata waacha hivyo, watawaua watawaua, nyinyi wote mutakufa kwa hiyo hiyo ni mwito na wapatia wale wamama, kama mna busara mkimbieni. Sisi tulishawaona tunawajua, na hamna chochote mnaweza mkakifanya. Nitawakumbusha makumi kenda na sita, kuna waganga waliotoka kule Uganda wa Merida. Merida alitoka Uganda. Merida, mama mzuri sana, mama aliyokuwa analiziwa moja. Alibakilia wapi? Alibakilia Fizi, Mboko luocho. Hao hao magaidi kutoka Uganda, Rwanda, walikuwa na na, na, na, na mbwa mbili, walikuwa na mbwa mbili zilikwenda ishia wapi Fizi? makumi kenda na sita na hata ama magaidi wa M23 waliposhika Goma walikuwa na kondoo, mpaka sasa kondoo iko wapi? inapotea <laughs> kwa hiyo wa mama na eh, magaidi hao jueni ya kwamba mwisho wenu umefikiria hamuna muda tena wa kuingiza mguu wenu kwenye tarafa la Uvira, tarafa la Fizi wala Mwenga na maeneo mnaopatikana kama Nyola, Nyangezi, Bukavu, Goma. Mnaondoka, mwezi huu hautaisha mungali muyali maeneo, siku zenu zinaisha. Na siku hii, mwandike mutaona haya, mwandike mutaona. Wakongomani wote siku ya leo, muandike, muandike haya. Na kama munategemea kwamba mazungumuzo munayekwenda kufanya huko Doha Qatar, mtakwenda kufanya huko e, Angola, sisi kama vile Wazalendo hayatuhusu, hayatuhusu sisi, ni mapambano kwenda mbele na zaidi sana tunakasirika jinsi munavyoua waraia wasio kuwa na hatia, na hatia. Na hii tena tunasema mwito kwa waraia wote wa, wa Kongomani jiarazeni, muwe angalisho sana, tunawapa angalisho wa vijana wanaopatikana eneo ya hao magaidi. Mkiwaona wanakuja na mizigo yao kimbieni, mkiwaona wanakwenda kwenye vita kimbieni, msiwasogeeni. Wanapotoka vitani wanakuwa kama chui mwenye kujeruhiwa. Pole sana, tuko pamoja. Asante mara tena. Pata habari, julisha kwa watu wengine. Hii ni habari za uhakika na habari za kweli. Asante wapendwa wenzangu Wakongomani, mahali popote pale mlipo, nasema pole sana, pole zaidi sana zaidisana e, leo ni siku ya kwanza tariki ishirini na moja mwezi wa ine elfu mbili makumi mbili na tano Si mwingine Mboto ya Batu Mweneba Tubushiri Egle mzee dola kubwa. Nataka tu kuwabarisha wakongomani wote mahali popote pale mlipo kwa muda huu kuanza muda wa saa kumi na moja za asubuhi mpaka muda huu wa saa saba na dakika makumi ine na munane tuko kwenye vita vikali sana kwenye kijiji cha Bushinga na kijiji cha Nyangezi. Kwa hiyo kuna pigwa kila kila aina ya silaha, mpaka sasa vita vinaendelea kati ya wazalendo na wale magaidi wa M23 na Fleve Congo na wasaidizi wao wavamizi wa inchi kutoka hapo Rwanda. Kwa hiyo tunawashukuru sana wapendwa wenzetu, mengine ni jioni. Asante sana makatena, pata habari, pasha mtu mwingine. Tunachoomba ni kuwa pamoja, sisi wote tuungane pamoja. Asante na washukuru wote.